Baba Sam the King Tanzania TV channel inayokuletea simulizi za kusisimua ikiwemo za kuchekesha, simulizi za kuhuzunisha na nyinginezo za kusikitisha. Pia chaneli hii hukuletea makala mbalimbali ambazo ni makala za kijamii pamoja na maisha kwa ujumla na sasa tunakuletea makala fupi zinazoitwa Tujadiliane ambazo zitakuwa zinaletwa na anko. Usisahau kusubscribe chaneli iliyoandikwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, ili ujifunze mambo mengi. Hii ni chaneli yako Mtanzania, na hii ni makala ya this is Tujadiliane. Marhaban bikum is... mpenzi is... mtazamaji wa Baba Sam The King Tanzania TV channel, habari za wakati huu. Na kama ilivyo kawaida, mko nami anko mijadala, ambapo huwa nimekuwa nikiwaletea mada mbalimbali. Tumekuwa <coughs> tukizidadavua <coughs> kwa pamoja ili tuweze kupata suluhisho na mambo mbalimbali mbali ambayo yanajitokeza katika jamii yetu ambapo tunaishi. Mm-hmm. Leo nina kitu gani? Nina kitu gani leo, bwana? Tunaanza kwanza na mfano wa zamani zamani. Tumekuwa tukiona watu walikuwa wakiangalia, mfano kama una mtoto wako, eh? Alafu huyo mtoto wako ameenda pengine akaenda kuvuruga kwenye mashamba ya watu wengine au kwenda kuharibu vitu fulani au jirani yako amemkuta mtoto wako anaiba sehemu fulani, ilikuwa ni ruksa ya kuweza kumwadhibu mtoto huyo kutokana na lile ambalo alilolifanya. Lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti, mpenzi mtazamaji, kutokana na mitazamo ya watu na kutokana na naweza nikasema utandawazi umeharibu kabisa hiki kizazi. Sasa hivi ukienda tukimpiga mtoto wa mtu mwingine Utakuja kusikia, we unanipigia mtoto, unaijua reba wewe? Unaijua oh? Ushawai kwenda reba wewe? Je, hivyo naona katika katika mlolongo ule wa zamani ambao mtoto wa mwenzio akiharibu na ukamwadhibu kama mtoto wako ilikuwa inaruhusiwa, na sasa hivi mtoto wa mwingine ukimwadhibu anakuja juu wewe. Unaona ni kiwango gani cha mlolongo wa maisha ambacho kilikuwa kiko sawa? Je, hauoni kwamba sasa hivi huu tandawazi ndio ambao unaharibu watoto? Wengi wanakuwa wengi warai, wanakuwa wezi aetu ah, kama hivyo, kutokana na kwamba hakuna malezi kama yaliyokuwa ya zamani. Na ndiyo maana hata Boni Mwaiteja nyuma, kutokana na nini na namna jinsi zamani watu walivyokuwa wakiishi, mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako. Je, sasa hivi ndivyo ilivyo? Na kwa nini haiko hivyo kama namna jinsi ilivyokuwa zamani? Hatuoni kama kizazi ndo tunazidi kukipotosha? Eti hata mtoto kikosea, ni lazima utaenda mama fulani, mtoto wako amenikosea bwana mtoto wako nimemkuta naiba, baada ya kumwadhibu we mwenyewe, unampelekea mama fulani A, naye kutokana na malezi yaliyonayo mabovu, tayari pengine anaweza akamwadhibu au akamkanya tu na akamuwake, wakati kipindi hicho cha zamani ungeweza hata kumwadhibu we mwenyewe. Je, mpenzi mtazamaji, unaona ni sawa kumwona mtoto wa jirani yako akiharibu vitu au akiwa ameiba amekamatwa unaletewa kwamba umwadhibu, kutokana na kwamba unamfahamu ni mtoto wa jirani yako, mpaka kwanza uende ukamwambia jirani yako, naomba huyu mtoto wako umwadhibu. Unaona iko sawa hii? Aww. Basi sawa tuweze kujadiliana. Je, katika mlolongo wa maisha wa zamani na, mlolongo, na mlolongo wa maisha wa sasa <laughs> je, unaona ni upi ambao umenyoka, ni upi ambao uko sawa? Unaweza ukatuandikia maoni yako pale pale kwenye e, kwa di comment kwenye channel yetu ya baba Sam The King Tanzania tv channel. Pia unaweza ukatupata kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa baba Sam The King Tanzania moja kwa moja, unaweza ukatoa comment yako hapo. E bwana, mimi ni Anko Mijadala, nikuage niseme kwa heri mpaka hapo tutakapokutana tena katika This is tujadiliane nyingine, niseme kwa heri kwa sasa Tujadiliane. Je, wewe ni shabiki wa hsd2 Baba Sam The King? Kama ni shabiki yake na unapenda aweze kufanikiwa, chukua simu yake ambayo ni smartphone . Ingia kwenye YouTube, andika simulizi ifuatayo: nitaacha kuombaomba lini. Itakapokuja itakuja na channel iliyoandikwa baba Sam the King Tanzania. Subscribe, like, comment, utakuwa umemwezesha baba Sam the King, ili na yeye aweze kufanikiwa. Ewe mshabiki wa hasdi ziro, baba Sam the King Fanya hivyo ili uweze kumsapoti sapoti vipaji vya Tanzania. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515 na Mungu awabariki wa wote. Shabiki wa simulizi za Hasdi 02 Baba Sam the King, Mwenyezi Mungu awabariki kwa upendo mlionao.